Baadae katika kujenga uwezo wa taasisi na kujiendesha kwa ufanisi. Kama unafahamu, Mamlaka ya Maendeleo Biashara Tanzania ni taasisi ya uh, taasisi ya umma, ni mamlaka ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa asilimia mia, na imekamilisha mpango mkuu wa uwekezaji kama, kama nilivyogusia awali kwamba dunia imebadilika, hali ya wafanyaji biashara imebadilika. Kwa hiyo na sisi kama mamlaka lazima na sisi tuende na wakati, tubadilike. Mnafahamu kama sisi tunamiliki viwanja vya maonyesho vya Julius Kambarage Nyerere. Viwanja hivyo tunakubali na tunaamini kwamba vimepitwa na wakati kwa hiyo kwa sasa tumekamilisha mpango mkuu wa uwekezaji katika uwanja huo. Uwanja wa maonyesho huo wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere unatarajiwa kuboreshwa kwa wakisasa kuendana na viwango vya kimataifa, na uwekezaji katika uwanja huo unatarajiwa kuwa, kuwa na utaratibu wa ushiriki wa sekta binafsi, ambapo unajulikana kama public private partnership PPP. Na ili kufanikisha hilo, mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania imejipanga kuanzia miezi mwezi wa April itakuja na kuanza kutangaza kutafuta wabia wa uwekezaji wa uwanja huo wa kisasa. Tayari tumeshakamilisha kila kitu, kwa hiyo sasa ni kutangaza. Uh, ndugu waandishi wa habari mbalimbali mbali, ndugu zangu Watanzania wazalendo, tutaomba tushirikiane katika kuhakikisha tunatangaza uwanja wetu, kuhakikisha tunapata uwanja wa kisasa, tunakuwa na state of the art na sisi katika nchi yetu.